Karibu, Dr. Chris Mauki hapa. Nimezungumza topics mbalimbali kuhusu umaskini na one of the topic ambayo nimewahi kuzungumza inazungumza kuhusu level tano za umasikini ambazo usizo zi, usipozijua zitasumbua maisha yako, level tano za umasikini, na nikakwambia kuna topic ambayo nimewahi kufundisha au nimewahi kufundisha kuhusu umasikini. Sasa katika zile topics nilizofundisha kuhusu umasikini Nina, nina, nina tamani nikuongezee pia nyingine ambayo itakupa picha nzima ya umasikini. Kule kwenye level nimezungumza kuhusu zile hatua mindset, lifestyle na vitu kama hivyo, lakini naomba nikupe topic inayosema nini ni umasikini na nini sio umasikini kwenye maisha yako. Nini ni umasikini na nini sio umasikini? Kuna vitu ambavyo kwa kuto kujua utafikiri vyenyewe ndio umasikini, alafu kwa kuto kuelewa huko itasumbua your perspectives itasumbua mitazamo yako, na kuna vitu ambavyo wewe hujui kama ni umasikini sasa hivyo ndio umasikini. Sasa ni vizuri ufahamu kwenye maisha yako, ili uweze kutofautisha vitu gani ni umasikini, vitu gani sio umasikini, na ufanyaje kuweza kustahimili, ili kwenye maisha yako usije ukakumbana na hivi vitu. Jambo la kwanza, ngoja nikupe vitu ambavyo sio umasikini na wakati watu wengine wanafikiri ndio umasikini. Umasikini sio hali ya kifedha ulionayo, kwamba sasa hivi sina pesa mimi ni maskini. Kwa hiyo umaskini sio hali ya kutokuwa na pesa. Naomba nirudie, umasikini sio hali ya kutokuwa na pesa. Ni beyond kutokuwa na pesa, ni zaidi ya kutokuwa na pesa. Jambo la pili, umaskini sio uhaba. Umaskini sio uhitaji. Sina mahindi, sina maharage, sina chakula, watoto wangu hawana chakula, mimi ni maskini? No, lahasha. Umaskini sio uhitaji. Watu wote kwenye maisha tunapitia nyakati za uhitaji. Kwa hiyo sio kila unapoipita kwenye uhitaji we ni maskini, sio kila unapopita kwenye uhaba wa kitu fulani we ni maskini, sio kila gari inapokosa mafuta gari limeharibika, linahitaji kuenda gereji, japani mara nyingine unahitaji ku likiwekwa mafuta linaendelea, sio bovu. Kitu cha tatu, umaskini sio upungufu, umaskini sio uchache, umaskini sio ukosefu. Watu wengi wanajiona wao ni maskini kwa sababu wanajikompea na watu wengine, wale wana vingi kuliko mimi, yule anaweza kuliko mimi, yule ana zaidi kuliko mimi, mi nimepungua kuliko yeye, yeye ana vingi ndani ya kuliko mimi, anaweza hichi mi siwezi hichi. Huu ni hapana mas... wewe sio maskini labda unaanza kunifuata, labda unaanza kunielewa. Kuna vitu ulivyofikiri ni umaskini, naomba leo ni, ni, flash, ni brush akili yako kwamba si umaskini, no poverty. Sasa unajiuliza umaskini ni nini? Umaskini ni ukiri wako, umaskini ni confession yako, umaskini ni vile ulivyokiri, vile ulivyosema kwa kinywa chako vile ulivyoamini kwenye, kwenye, kwenye, kwa kujiaminisha wewe mwenyewe kwa kujiambia wewe mwenyewe kwa, mwenye, kwa kukiri whether unakiri kwa kusema kwa kinywa chako au unakiri kwa kujiambia ndani yako au unakiri kwa conviction ndani yako. Naomba nikuambie, you will be poor according to what you confess according to what you kiri unachokiri ndani yako. Kwa kinywa mtu hukiri anapata wokovu, kwa kinywa mtu hukiri anapata umaskini. Unavyokiri ndivyo unavyoishi, kwa sababu ndivyo unavyosema, kwa sababu unavyosema ndivyo unavyotengeneza mwafaka wako na imani yako na vitu unavyovisimamia. Kwa nini? Kwa sababu umesema. Ndio maana hakuna kiongozi anayeingizwa kazini bila kuambiwa aseme, bila kukiri, utakirishwa, kwa sababu hivyo ndivyo unatengeneza mustakabali wako. Watch out what you confess masikini ni nini? Umasikini ni identity yako. Umasikini ni alama uliojitengenezea wewe mwenyewe kwa kusema kila siku kwamba wewe ni masikini. Umetengeneza identity kwa kujiaminisha wewe ni masikini, umetengeneza identity kwa kujiona wewe ni masikini, umetengeneza identity. Ma identity ma maana yake nini? Ndivyo tunavyokujua, ndivyo tunavyokuona, ndivyo tunavyokuelewa, ndivyo tunavyokutambua. Tumekutambua sisi sisi wenyewe Umejionyesha, umetuambia, umetuonyesha ulivyo, umetusaidia kukujua. Hivyo that is your identity. So you don't want to be poor, change your identity. Hutaki kuwa maskini, badilisha identity yako. Mwisho, masikini ni nini? Umaskini ni fikira zako, umasikini ni mitazamo yako, umaskini attitude yako Umaskini ni mawazo yako, fikra za mi sina wakati unacho, mi siwezi wakati unaweza, mi sijui wakati unajua. Kwani kuna mtu amezaliwa anaweza? kuna mtu amezaliwa anajua? kuna mtu amezaliwa yuko aliko? No. We, kwa nini umebaki hapo? kwa sababu ni fikra zako, ni attitude yako. change your attitude na misimamo yako. Hivi ndivyo vitu ambavyo ni umasikini na vile vitatu ndivyo ambavyo sio umasikini. Naitwa Dr. Chris Mauki.